Aya ishirini na nane hadi thelathini na nne. Mmojawapo wa waandishi alifika akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja. Wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote, na kongo, kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara alimwambia, wewe huu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu umsahili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, somo la injili tuliosikia hivi punde kutoka mwinjili Marko, Yesu anafundisha mojawapo wa waandishi kuhusu ni ipi iliyo amri kuu na ya kwanza. Ndugu zangu katika Kristo fundisho la Yesu kwa mwandishi huyo ni fundisho kwetu sisi kutambua amri ipi ya kwanza katika maisha yetu ni na ni amri ipi inayoendana na amri iliyo hii iliyo ya kwanza, kama Yesu alivyomjibu mwandishi kwamba amri ya kwanza ni kumpenda Bwana Mungu aliye mmoja kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote na kwa akili zake zote na kwa nguvu zake zote. Maana yake ni kumpenda Mungu mazima na siyo nusunusu. Hivi ndivyo tunavyopaswa kufanya na sisi katika maisha yetu kumpenda Mungu mazima mazima na siyo nusunusu -nusu. Kumpenda Mungu sio kwa maneno, bali upendo wetu kwa Mungu udhihirike kwa vitendo kwa kuzishika amri zake na kuyafanya matakwa yake na mapenzi yake. Sambamba na kumpenda Mungu, Yesu anamfundisha mwandishi huyo kwamba amri inayofuata baada ya kumpenda Mungu ni kumpenda jirani kama nafsi zetu. Anasisitiza hamna hamna amri hizo kuu kuliko hizi. Ndugu zangu katika Kristo Tutambua, hatuwezi kusema tunampenda Mungu tusiyemwona tukamchukia jirani tunayemwona. Upendo wetu kwa Mungu vilevile udhihirishwe kwa kumpenda na jirani aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Je, jirani yangu ni nani inayetakiwa kumpenda? Jibu la swali hili tunalipata kutoka injili ya Luka sura ya kumi aya 29 hadi 36 na Yesu alipoulizwa swali hili na mwanasheria, na Yesu alichukua fursa ya kumjibu mwanasheria huyu kwa kumpa mfano ambao aliotendewa ali tendo alilotendewa mtu mmoja aliyekamatwa na wanyang'anyi, baada ya kusaidiwa na Msamaria mwema. Hivyo ndugu zangu, jirani yetu ambaye tunakumbushwa kumpendwa ni yule ambaye yupo kwenye matatizo, yupo kwenye shida mbalimbali hivyo mbali. Ndugu zangu tunaalikwa kuwapenda na kuwasaidia walio katika shida na matatizo mbalimbali mbali. Tufanyavyo hivyo tunadhihirishia upendo wa kweli na wa dhati, tamko la mwandishi ya kwamba kumpenda Mungu na jirani kwa faa zaidi kuliko sadaka za kuteketezwa, ni fundisho kwetu kwamba inatupasa kumpenda Mungu na wenzetu ili tuendelee kuwa wateule wa ufalme wa Mungu, na daima tuwe vyombo vya kuleta upendo unapokosekana na tusambaze upendo bila kubagua, bila upendeleo wowote. iliye kuletea tafakari hii ni Padre Kennedy Mwamburi Mwakio wa Jimbo Katoliki la Lindi. Tumsifu Yesu Kristo.